ni vingi yeah. Angalie mm -hmm. Nimeweka pemba, sina yai. Nikifungua usija ukasema, Mungu wangu, sema mzungu wangu. Mungu anahusika na ujinga? Aliyetengeneza ukimwi bradha ni mzungu, si sindio? Anauza kondomu nani? Si mzungu? Halafu kaisome kondomu ilivyoandikwa, weka sehemu kavu isiyo na joto. Haya, pale kwa mama unapoingiza manabareni, ulifunga isi, unaendaga na feli uzizi ni zambi na mshahara wa zambi ni mauti. Kata hiyo glasi naomba weka pale juu, pasua kila mmoja moja, angalie. siandikimatenamnao jifunzeni maisha, mbaki salama tu. Na kama mjinga unafundishwa, si nimeumba mimi. Kachukue kilo ya pamba, iweke mkononi, iwekee maji itasinyaa. Hili nimeliweka maji na vimba, pamba gani inawekwa maji ivimbe? Wanawake wa leo wako hapa kazi mapedi na maulwezi ndio maana hezi zao zinapishana kama malori ya kwenda Mbea, tarehe kumi yeye kumi na moja yeye ishirini yeye. Mwanamke wa leo ukimcharaza badala ya furahia na chati na WhatsApp, utasikia ukimaliza. Finika, naongea na watu wangu wa vikoba. Toboa tundu pale juu, naomba mwage hiyo kemikali tumalize zoezi, fanya haraka haraka filimbi mwaka haya, osha choki kisurga, piga filimbi, wa nyama chini, jifunzeni maisha nawaki. Okay. Haya, ninaanza kutoa wanyama. Naomba nitoe angalizo moja, wote mliosimama na mimi hapo, naomba msivuke mstari. Hilo ni angalizo la kwanza. Hayo maji chorea maji, maji ya dawa. Hawezi kutoka nyoka, hawezi kutoka akaja kwako, na wala usije kwenye nyoka. Lakini angalizo la pili, wote mliosimama hapa, una simu yako linda, una pesa za kulinda, kwenye wengi pana mengi Sio wote wanamsikiliza, wengine wanapiga kazi. Utacheka na nyoka, mwingine anacheka kwenye mfuko wako. Utasikia, kweli bwana, mbona namuonaga? Ukigeuka huna kitu, umefanyiwa usafi. Kwa hiyo chunga sana vitu ulivyo navyo. Chokisugaza, naomba mfuko wangu nisogezee mbele. Mpeuwashi kaka, tunaanza zoezi. Glasi unaiona ile pale, kuna vitu naweka hapa na mimi ni wapi hapa? Angalia, angalieni, sindio? Naomba mtu mmoja nimjahmdaashik, shika shika shika, wote mnaogopa, lakini pedi mnavaa always mnavaa, watoto mnawavisha nini? Peppers. na hii ni nini? Nani yuko tayari kushika ili anijengee anijengea ushuhuda? Unashika, yani naona unaona hivi, nani aje ashike? Kuna kitu nafanya kwa nataka mmoja anijengee ushuhuda kwamba kweli ameiona. Njoo mama, Mungu akubariki. Njoo na vitu vyako. Haya, shika mkono huu. Hivi, haya kakae nayo pale ifanyie tasbih. Niambie hiyo pamba na kama ni pamba inaweza kuwa hivyo. Hivo sasa tunawapa washike wanakataa, ila jioni linachukua pedi linavaa. Linajiona janja. Kesho linatoa maji machafu sehemu za siri. Kinaitwa PID. Unajua PID? PID pedi inatengenezwa kwa na na na always. Wanawake PID PID PID, wanaume wanaijua. Mwanamume yote, mwanamke, ukiona anatoka kama kama maziwa mgando, ndio ndio, inatoa harufu mbaya, wewe, wenzako nao wanaisikia. Na leo nakupa, unashika, unasema hapana, lakini kesho

Maana Mtanzania yeye atakibako utasikia malizie tasikia alipata kulibaka ushahidi. Yaani haamini kama anabako linabakwa linamalizwa kubakwa, ndio utasikia asante, naenda kushtaki igecho kisari, fungua pale fungua na hapo. Tunaenda kumaliza ndugu zangu, Mungu awabariki. Mimi nafundisha. Unasikiliza? Imani ndio jambo la msingi katika dunia. Ndio maana unaona mtumishi yuko pale Si anaombea watu, kaka una imani unafia pale. Unakufa pale. Si una imani. Sasa aombeje sasa? Una imani utafia pale. Lakini wenye imani wanapona. Ndio maana wenzako wanakuambia, "Ah, nimeenda pale nikapona." Wewe unabakia ujinga, mbona mimi sijapona? Una imani. Ulizaliwa ulivai, mlivishwa sasa. <laughs> Sasa angalieni kinachotokea. Naomba ule mfuko mpe uyashik. Tunapiga filimbi, angalieni wanyama walivyotuzidi tii